Watumishi wa Mungu wamehaswa kutovunjika moyo wanapokumbana na changamoto, badala yake watumie kujiimarisha zaidi katika kumtumikia Mungu ili wapate kuikomboa jamii na uovu. Haya yameelezwa Machi 16, 2025 jijini Dodoma na Mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG Adonai International Church Mlimwa C Frank Gilbert katika ibada ya maadhimisho ya miaka kumi tangu kuanzishwa kwa kanisa hilo huku akiitaka jamii kumjua na kumpenda Mungu. Leo kanisa letu linaadhimisha miaka kumi ya kuwepo kwake tangu tulipoanza huduma tarehe kumi na tano mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na kumi na tano na sasa tumefikisha miaka kumi na kitu pekee tulichokiona pamoja na changamoto mbalimbali mbali, lakini tunajivunia Mungu kuwa pamoja nasi. Mungu amekuwa pamoja nasi nyakati zote, ametulinda, ametutetea ameponya, amefungua watu na ametuinua. Na kwa sababu hiyo, ningependa kutoa wito kwa watumishi wa Mungu wengine wanapoanza huduma wasiogope. Usiogope unapokutana na changamoto, imarika. Nyingine zinaweza kutoka kwa watu wa karibu, nyingine kwa watu wa mbali, lakini imarika. Mungu atasimama na wewe na atakushindia. Ziko shuhuda nyingi ambazo Mungu amefanya kuna watu wamekuwa hawawezi kupata watoto kwa miaka kumi na tatu kwa miaka kumi na mbili Mungu amewapa watoto, jamii imejifunza juu ya matendo makuu ya Mungu. E, yuko mama mmoja ambaye mmemwona pale ndani, am, mini mara sita mimba zimetolewa kuokoa maisha yake, lakini alipokuja kwa Yesu, Yesu amemtetea na amepata watoto wawili tangu baada ya pale. Kwa hiyo kuna mambo mengi Mungu amefanya. Na ambayo jamii inajifunza kwamba yakishindikana mahali pengine kwa Mungu yanawezekana. Jamii ninaiasa iendelee kumpenda Mungu. Hilo litatuleta kuwa na amani. Maana nje ya Mungu kuna mauaji, kuna ukatili wa kijinsia, nje ya Mungu kuna ujambazi. Kwa hiyo ninachoweza kuiasa jamii ni kuja kwa Mungu na kukaa kwa Mungu na hiyo italeta amani kwenye jamii na kwenye nyumba zetu tunazoishi. Waumini wa Adonai nawapongeza sana kumaliza amini, kufikia miaka kumi ya huduma, na ninawatia moyo waendelee kumng'ang'ania Yesu kwa sababu ndio jibu la maisha yao. Katika miaka hii kumi tunamtukuza Mungu kwa sababu tumemwona Mungu akitenda matendo makuu kwenye kanisa letu. Ah, historia fupi ya kanisa letu tumetoka mbali hata hivi tunavyo, tunavyoadhimisha miaka kumi tunasema hata sasa Bwana ametusaidia, maana tunauona ukuu wake, uweza wake, nguvu zake na mamlaka zake. Aa, yako matendo mengi ambayo ameyatenda kwenye kanisa letu. Aa, wako watu ambao walikuja na changamoto mbalimbali mbali, na Mungu aliwatendea wakapokea uponyaji wakafunguliwa kwenye vifungo mbalimbali. Wamekuja watu hata wakiwa na matatizo ya akili, wameruhusiwa kutoka Mirembe mahospitalini mikoa tofauti tofauti, lakini Bwana waliwatendea kupitia mtumishi wake, mchungaji wetu, mchungaji kiongozi, Mchungaji Frank Yona Gilbert. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya mchungaji wetu kwa kuwa matendo makuu yamejidhihirisha kwenye kanisa letu toka kanisa linaanzisha, siku ya kwanza nilikuwepo, na sasa tunasherehekea miaka kumi. Na kanisa hili lilianzishwa nyumbani kwangu, yaani pale nyumbani kwangu, kwenye eneo la nyumbani kwangu, ndio neema ya Mungu ilikuja kwangu, mchungaji akaniomba eneo ndio nikakubali na lile kanisa likaanzishwa pale. Kwa hiyo toka kanisa limeanzishwa mpaka leo, naona maendeleo makubwa sana ambayo nimfanya mimi, pia namtukuza Mungu kwa sababu pia mchungaji anasema kama kanisa hili ndio Biblia ingekuwa bado inaandikwa ingeandikwa kwa kanisa lililoko nyumbani kwa Jeni, ambaye ndio mimi Namcukuza — namshukuru Mungu katika hilo kwa sababu nimemtumikia Mungu kwa sababu ilikuwa ndio kiu ya maisha yangu kumtumikia Mungu, na Mungu amenipa kibali, kanisa hili limeanzishwa nyumbani kwangu, na Mungu kweli amenipa mimi nafasi. Ninaamini hata mwingine mwenye kiu ya kumtumikia Mungu asihofu kama atamtumikiaje Mungu. Akiwa na kiu tu, Mungu anajua jinsi ya kumpa nafasi ya kumtumikia. Kwa hiyo nilikuwa na washauri wengine msikate tamaa, tuendelee kumtumikia Mungu mambo makubwa yamefanyika katika kanisa la Adonai. Watu wameponywa, wamefunguliwa. Nafikiria na mimi so ni sehemu kwa sababu kanisa hili lilianzia nyumbani kwangu. Kwa ni jambo la baraka kumtumikia Mungu. Kwanza nilikuwa nasumbuliwa na nguvu za giza kwa miaka mingi. Nimetembea kwa waganga wengi. Nimelazwa kwa waganga lakini sikufanikiwa, sikufanikiwa kupata uponyaji. Tumekesha, nimefukiwa kwenye makaburi, nimefungwa kama maiti, nikachinjwa kondoo juu ya, ya mwili wangu, lakini sikupata matokeo. Lakini nilipokutana na Pastor Frank, Mungu alimwongoza, akaniombea, akanifundisha, nikafunguliwa. Baada ya hapo nilikuwa na shida tena nyingine kwa ajili ya uzao. Nimehangaika sana kwenye uzao, mimi na mume wangu. Nilikuwa nikipata mimba ninaumwa mpaka ndugu zangu wana yani hawaelewi wafanye nini, wanaamua mimba zitolewe. Nimetolewa mimba zaidi ya sita. Nikipata mimba mimi ni wa kuumwa, wa kulazwa hospitali, nakaa hospitali, sili sinywi Nikiona hata mtu anakuja ma, anakunywa maji mbele yangu mimi natapika. Lakini nilikutana na Pastor Frenki. Nilikuwa nimekata tamaa ya kuwa na watoto, kwa sababu nilikuwa nateseka sana, nasikia maumivu, natapika, vidonda vya tumbo vinaweza chamaa ninapata, natapika hadi damu. Lakini mchungaji aliniombea akanitia nguvu, akaniambia Grace, utapata watoto. Japokuwa kwa akili zangu mimi nilikuwa siamini na sielewi, kwa sababu nimepita kwenye changamoto ngumu, kama nitaweza kupata mtoto. Lakini aliniombea akanitia moyo, tukamwomba Mungu, akaniombea baada ya wiki wiki tatu au mwezi, nikawa mja mzito. Mungu akanisaidia nikapata mimba kwenye hiyo hiyo mimba niliopata, sikupata changamoto kama nilikuwa napita mara ya kwanza. Mungu alinisaidia sana nilipata mtoto wa kwanza kupitia madhabahu hii, wa pili, japokuwa mtoto wangu wa kwanza nilizaa nikiwa nimelazwa hospitali mia hizi saba, sikuwa bado, ni, nilikuwa bado sijaokoka kiukweli. Namshukuru Mungu sana kunipa mchungaji mzuri. Yaani mchungaji, unaweza ukatoka nyumbani una jambo zito ambalo wale unajiona kama mlima, lakini ukija hapa ukiongea naye kabla hata haja kuombea, anakufundisha anakufundisha kwenye neno kwenye, toka kwenye Bibilia anakuongoza ukitoka hapo, hata kama ukupata uponyaji siku hiyo, yani unaona umeshafunguliwa tayari. Kwa hiyo namshukuru Mungu kukutana na mchungaji Frenki. Yani bila mchungaji huyu hapa kuniombea kuniongoza, mimi nadhani nisingekuwepo duniani. Nimepita kwenye changamoto ngumu sana, lakini mchungaji alikuwa ni mwema baba kwangu. Hakunichoka, usiku wa masaa ngapi mimi napiga simu, ananiombea. nimepata watoto, nimefunguliwa, hata uchumi tulikuwa nao haukuwa mzuri, lakini Mungu amenisaidia kupitia mchungaji. Sasa hivi maisha sio mabaya. Kanisa hilo la TAG Adonai International Church Mlimwa C linaadhimisha miaka kumi ya kuwepo kwake tangu lilipoanzishwa na kutoa huduma tarehe 15 Machi 2015, licha ya changamoto, washirika wanajivunia Mungu kuwa pamoja nao nyakati zote.